Jamani, eh? una una una ya mimi, mbona hata siwaelewi? Yule binti kanipigia simu akanambia yeye ni ajenti kwenye hoteli, na kama unavyojua mpenzi wangu, mimi napenda sana mambo ya mapishi, ndo maana nikaja naye hapa. Sasa nashangaa, nafika hapa tena nakutana nawe, bana mi hata siwaelewi. No. No. No, no, no. Lisa, ina maana wewe ulivyotengeneza uongo wako umemuogopea mume wako kwamba we umefiwa, eh? Na mama yako ndio amekupigia simu kwamba uende huko msibani, alafu unataka kuniambia kwamba mama haukumpanga? ningewezaje kumshirikisha mama vitu kama hivi? Lisa, yani katika makosa makubwa ambayo umewahi kuyafanya, hili ni kosa kubwa kuliko kawaida. Siku zote uongo huo unatengenezwa Lisa. Uko unaongopa hapa, lazima ujue kule mbele itakuwaje. Ebu angalia sasa. Kai ndo ameenda pale nyumbani, eh? Anaongea na mama, mama hajui kama wao wameenda msibani, hajui chochote. Sasa wafikie nini itakuwaje hapo? Ina maana Kai atakuwa anajua kila kitu kwamba wewe hauko msibani. Maana yake nini sasa? Ataanza kufuatilia nyendo zako zote. Vipi akija kugundua kwamba weo upo kwangu? Mimi sijali, akijua na sijali chochote kuhusu ndoa yangu. <sighs> We mpumbavu nini wewe, hivi unachokizungumza unakielewa kweli wewe? Wewe sawa, haujali, na vipi kuhusiana na mimi? Usije ukasahau Kaini rafiki yangu wa muda mrefu sana, sitamani kugombana naye hata siku moja. Leo hii akija kugundua kwamba mimi na Msalimu natembea na, na, na mke wake, uone itakuwa ni hatari kwangu. Alafu anasema mimi sijali, mimi sijali, yaani unajiamini kabisa. Lisa nisikilize kwa makini kabla sijabadilika na kuona upande wangu wa pili, naomba ondoke nyumbani kwangu. Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali kwa ndugu mpaka marafiki, tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndio viunganishi. Lisa, ondoka jiz... nyumbani kwangu. Tasha, em, nisikilize kwanza. mimi sija kuzoea ukiwa hivyo, mimi nimekuzoea ukiwa mpole, mstaarabu. Ni kweli mimi ni mpole na mstaarabu, lakini kuna vitu vingine vinahitaji upole. Hebu niachie kwanza, hakuna ustaarabu wote ambao mimi naweza nikauleta katika hili. Sawa, mi nitaondoka, lakini naomba unisaidie. Umezoea kumsaidia Kai kila siku mnizunguke mimi. Leo naomba unisaidie na mimi tumzunguke yeye. Na nakuahidi ukinisaidia kwenye hili, mimi na wewe tutakuwa tumemalizana. Lisa, sio mara moja wala sio mara mbili marakadha wa kadha huwa unazungumza hivo hivo kwamba ukinisaidia katika jambo hili, mimi na wewe basi tunakuwa tumeachana. Lakini jambo likiisha tu, bado unataka tuendelee tena, mimi wewe kuendelea kuwa na kuendele mahusiano. Sasa basi, katika liswala mimi nitakusaidia, lakini kama ambavyo tumekubaliana, tukifanikiwa kulimaliza tu, mimi na wewe mahusiano yanaishia hapo. Nisikilize nikwambie kitu kwa makini. Siku zote kosa ufutwa na kosa, na ukitaka kumshambulia adui yako ili umshinde, ni lazima uangalie udhaifu wake ni wapi ulipo, alafu wewe uende ukapige pale katika huo udhaifu. Kwa hiyo sasa, udhaifu wa mume wako ni yule mchepuko wake. No, no, no, no, no, usipaniki, tulia. Tunataka tuangalie namna gani tuanze kulisolve hili jambo kwa kuwa mume wako tayari ameshafika kwa mama na mama ameshakupigia kwa kulaumu, kwa vyovyote vile lazima atakupigia simu uende nyumbani, kwa sababu ataona kwamba umemkosea kuliko kawaida. Lakini huyu mchepuko wa mume wako jina lake anaitwa Zawadi. Ndoto yake kubwa ni kufanya kazi katika hoteli kubwa lakini hajawahi kusoma hotel management, kwa kwake imekuwa ni ngumu sana kupata kazi. Ameshaomba kazi sehemu nyingi mno, lakini hapati kazi kwa sababu hana vigezo. Sasa basi, huyo binti inabidi tumtumie vizuri sana. Kuhusiana na nini utakizungumza au nini tufanye, niachie mimi, nitakupa mpango mzima namna gani ulivyo, ili tu tuweze kumwangushia jumba bovu mume wako. Yeye aonekane ana hatia na uonekane ni msafi. Kama nilivyokuambia hapo awali, kosa hufutwa na kosa. Lakini angalizo, narudia kwa mara nyingine, pinde nikilikamilisha hili swala, mimi na wewe mahusiano basi. Kiukweli mwanangu, wahenga walisema mkubwa hakosei, ila mimi leo nimekosea sana, lakini sio kwa ubaya. Sikupenda kabisa ndoa ya wanangu ivunjike, na ndio maana nimeyafanya haya yote, lakini pia angetokea msiba kweli mimi ndio ningepaswa kupata taarifa wa kwanza, mwanangu Kai, nisamehe sana, haikuwa nia yangu sana nimekuelewa, na najua kwa ulikuwa hauna nia mbaya, ila kinachonimiza mimi kichwa ni kuhusu mke wangu. Atakuwepo wapi? Nahitaji kumwona mke wangu. Mama yuko wapi? Usijali hilo, liko ndani ya uwezo wangu. Subiri. Halo. Halo mama. Njoo nyumbani kwangu sasa hivi. Tena nakupa dakika kumi. Huo ameshafika. Mjinga wewe. Sawa, nakuja, nipo njiani nafika hapo sasa hivi. Fanya haraka. Kiburi mume wangu yule ndo anayefanya ndoa yetu inapitia changamoto zetu hizi, amefanya hadi mume wangu hatusikilizani. <laughs> Sasa ngoja nitamwonyesha mimi na wao mjanja ni nani. Kuna watu wanapewa kila kitu, ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali kwa ndugu mpaka marafiki, marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndio viunganishi wanajifanya wa kweli marafiki, ila kumbe warafiki marafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani. Hello. Mambo, dada <laughs> Poa, bila shaka, wewe ndo Zawadi? Yes, ndo mimi. Na wewe bila shaka ni Irene. Yes, I'm Irene. Nimefurahi kufahamu. Nashukuru kukufahamu <laughs> dada. Ah, Zawadi, nimepokea barua zako za kazi mara nyingi kwenye kampuni yetu lakini ulikuwa unashindwa kufanya kazi kwa sababu ulikuwa una vigezo, si unajua tena mpaka usomee kazi zetu. Ila nimejaribu tu kufuatilia nikaona unaweza kufanya kazi, una mwonekano mzuri kwa hiyo mimi nitakusaidia upate hiyo kazi. <laughs> Asante sana dada yangu, usijali, na nakuahidi nitafanya kazi kwa uadilifu wa hali ya juu, nitakuwa mfanyakazi bora kwenye kampuni yenu, maana hii ilikuwa ni moja ya ndoto zangu, nije kuwa mpishi mkubwa hapa Tanzania na nifanye kazi kwenye hoteli kubwa kabisa. Kwa hiyo, yani, kutimia kwa hii ndoto hata, <laughs> siamini. Dada, asante <laughs> wala usijali mimi nimekusaidia kama mwanamke mwenzangu, usikose ajira. Nina imani utafanya kazi kwa bidii sana na utajituma. <laughs> <laughs> sawa dada, sawa. Basi tusipoteze muda sana hapa, cani nikakukabidhi kwenye kituo cha kazi. Mama, mbona mke wangu afiki mpaka sasa hivi? Mama, mbona aji sasa? Ni mama, nataka uamini kama kweli leo hii mke wangu ananisaliti mimi. Kwa nini anifanyia hivi mama? Kwa nini anafanya hivi? kuna kitu gani nakosa kutoka kwangu? Namwisha mapenzi ya dhati, namdeli, namwamini, ila leo hii aende kutembea na mwanamume mwingine kweli, mama? Hapana mama, dunia ina huruma eh. Namfanyia kila kitu mke wangu, leo hii anaona kama msaada wangu si chochote kwake. Roho inaniuma mama, naumia ndani kwa, na kwa ndani Mama, usaliti unaniuma mamangu. Kuwa ah, na subira mwanangu, si unajua kabisa nimempigia simu, wewe mwenyewe unasikia na akasema anakuja. Ebu tuliza moyo wako basi, mbona unakuwa huniamini hata mimi mamako? Endelea kuwa mvumilivu atakuja mwanangu. Sasa mama, nitakuwa nasubira mpaka muda gani? Umesema ndani ya dakika kumi atakuwepo hapa. Ila bado hajafika, atakuwepo wapi sasa? Kwenye hili mama, mimi siwezi kuvumilia mama. Naona nazidi kuchanganyikiwa kweli yani ini kadi muda unazidi kwenda, nazidi kuumia mama, ndani moyo wangu unaumia, naungua mama, ndani kwa ndani. Laiti ungeweza kuvaa viatu vyangu, unajua najisikia vipi hapa. Tangu tunge kwenye ndoa mkiongo aje kunidanganya leo hii, ananiongopea kwa jambo kubwa kama hili kweli mama? Ah, ukimwona nyani mzee ujue amekwepa mishale mingi sana mwanangu. Maumivu ya kuumizwa na yajua, maumivu ya kusalitiwa na yajua na pia maumivu katika mapenzi na yaelewa mwanangu. Kuwa na subira, halafu hili swala niachie mimi, nitalimaliza. Mama, samahani, naomba nipe muda nahitaji kuzungumza na huyu binti. Kiti mam, kweli wewe umekuja kufuata nini hapa hivi eh? Mkichwani mwako na akili una minyoo, unajua ule fuata nani? Usinitolee macho, umefuata nini hapa jamani? Ya mimi mbona hata siwaelewi? Yule binti kanipigia simu akaniambia yeye ni ajenti kwenye hoteli, na kama unavyojua mpenzi wangu, mimi napenda sana mambo ya mapishi ndio maana nikaja naye hapa sasa. Nashangaa, nafika hapa tena nakutana nawe bana. Mi hata siwaile hivi. Zawadi, ah, uelewi nini? Usharibu kila kitu. Unajua uli ni nani? Zawadi, ah, mambo gani unafanya? Hiyo ndo kazi niliokuwa nafanya usiku wa kuamkia leo. Nani ametulia n nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu, ila bado wanachiti tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki, tena utakuta mashemeji zako. Kumbe hao ndo viunganishi wanajifanya wa kweli, ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani binti, unaogopa nini? Nilikwambia naitwa Irene, naitwa Lisa, ni mke halali wa Kai. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani mana tayari washafunga, washafunga ndoa. Japo unawaumiza wanajitahidi kuilinda. No, no, no, no, no, no, no, no! Nilikuwa najiuliza kwa muda mrefu ni kitu gani kinamfanya mume wangu atulii? Ni kitu gani kinafanya ndoa yetu haiendelei? Usiku wa jana nimepata majibu, ni wewe binti. Kai, mume wangu, ni kitu gani unakikosa kwangu? Ni kipi ambacho mimi sitimizi kwako kama mke, mpaka unaamua kunifanyia mimi hivyo? Unaniacha ndani, unaenda kwa huyu binti Hivi hujiulizi usiku kucha jana naangaika kwa ajili yako? Nataka tu nijue wewe uko wapi, sababu ni nini? Ningedhurika hata uruma, unionee mume wangu. Hivi unajua mpaka yule dada wa gesi ni mimi ndo nimemtuma.